Yes, kikubwa ni kuendelea kuketi papo hapo. TET Soma Kwanza TV tunaendelea kuzungumza na wanafunzi wa shule hii bora kabisa ya New Era Montessori, wakipa eh, wakitupa eh, mambo mbalimbali. Tumetoka kwenye segmenti bora ya onesha, sasa tunakwenda kwenye segmenti bora nyingine ya ndoto. Wanafunzi wako hapa na tunakwenda kuzungumza nao, je, ni ndoto gani ambazo wanaziishi wakiwa mashuleni na hata watakapomaliza, eh, elimu yao ya sekondari ama advanced level ama elimu yao ya chuo. Ongozana nami nikukumbushe, kipindi hewani ni Topu Star, ndicho ambacho kinatupa ee, kujigamba na kuweza kuzungumza na wanafunzi mbali mbali. Sasa karibu sana bwana, tuweze kuzungumza na wanafunzi. Mambo vipi, uko poa? Asa umejificha kaa hapa hivi, tukuone. Unaitwa nani? unasoma kidato cha ngapi? Naitwa Aisha, nasoma kidato cha tatu. Kidato cha tatu. Niambie, ni kwanza kombination gani unayoifanya hivi sasa? Sasa hivi nachukua kwa nini business? Business. Yeah. Business? na sio science maybe au arts. Ah, uh, nimechukua business kwa sababu nitaka kuwa mfanyabiashara baadaye. Kuwa mfanyabiashara baadaye, hii ni ndoto mm yako, yeah. Tueleze nani ambaye amekuinspire mpaka ukatamani kuwa mfanyabiashara. Mo. Mo Deuji. Yeah. Kwa nini Mo na sio mwingine? Eh, maybe wakina Dangote eh. Kwa sababu anauza pia biashara za timu yangu pendwa Simba Simba, uh, Simba Nikupe pole au nikupe hongera? Usinipe chochote. Eh, bwana tunataka kumsikia wanafunzi wa kidato cha tatu hapa akizungumza na kusema ye, ana, ana fuatilia, eh, eh, ya kuwa yeye bwana anafuatilia klabu ya Simba lakini anatamani kuwa mfanya biashara. Mambo poa. unasoma kidato cha ngapi na unaitwa nani? Cha tatu kwa majina anaitwa Zeina Bakili. Zeina, hem niambie kwanza eh, unasoma combination gani? Arts. Arts. Kwa nini arts, sio science wala biashara sababu unapenda kufuatilia mambo ya vipaji na ninaamini kwamba vipaji vinakuja, yani hutusaidia baadaye. Unapenda sana? Ndio. Nani ambaye anaku inspire wewe hivi sasa? Scott Mafuma. Scott Mafuma, msouth africa. Huyo ndio. Kwa nini Scott na sio wale madansa wengine wale? Sababu napenda anavyoimba na pia muziki yake na vibe zake. Unapenda anavyoimba? Ndio kweli. Ndio mstari mmoja basi Batini bona. Ah. <laughs> Kamia batini bona <laughs> Wanafunzi wapo wengi hapa eh, tumezungumza na wanafunzi wawili, na nataka niende sasa nikazungumze na wanafunzi wengine. Nikukumbushe, tupo katika shule ya eh, Montessori New Era inayopatikana Mbweni, jijini Dar es Salaam, na wanafunzi wako wengi kweli kweli. Sasa napandisha juu hapa zina hapa, wakati napandisha kuna wanafunzi wameketi ama wamesimama. Amesimama eh, niweza kuzungumza nao. Jambo, jambo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nani nasoma? Nasoma kidato cha ngapi? Naitwa Rehema, nasoma kidato cha 4. Cha 4 kombi gani? Business. business umeiacha science umeiacha arts. kwa nini naipenda sababu hmm. napenda kuwa mwanabiashara kama amisamobeto anavyofanya ambaye amisamo yeah. anakuvutia kwenye eneo la biasharaimeingia yeah. kwenye hiyo kombi kuna biashara yote ambao pengine ushia hata nyumbani ukirudi kipindi cha likizo aga namsaidia wbabaangu katika kazi zake anafanya biashara naye yeah. neno moja sasa kwa wazazi ambao wamekuhamasisha ykuwa mfanya biashara Uh, nawapenda sana pia naombea kwa Mwenyezi Mungu kuwa wafanye juhudi, ili waweze kunilipia ada na mi niweze kufanya niweze kuweka juhudi katika masomo yangu, na mi pia mimi pia niwasaidie kama wanavyonisaidia mimi. Bana, maneno ya mwanafunzi hayo ni mazito kweli kweli. Naye tuzungumze hapa mwanafunzi mwingine. Ujambo? Sijambo. Angalia kamera kule, mzazi anakufuatilia hivi sasa kupitia Tete Soma Kwanza TV. unaitwa nani? kidato cha ngapi? Naitwa Buthana kidato cha 4. Kidato cha 4? kombi gani? Science. Science, umeiacha arts, umeiacha biashara, sivyo? Ndio. Science ni kwa nini science na sio hizo kombi mbili ambazo nilikwambia? Navutiwa na science kuliko kombi nyingine zozote. Nini ambacho kinakuhamasisha kuisoma science? yaani kama biology na nifutia pamoja na chemistry kuchanganya zile kemikali kama hivyo. Hmm. Ndoto yako ni kuwa nani? Ndoto yangu kuwa famasia. Famasia? Ya. Yeah. Mbani kuna mfamasia? Ndio. Nani? Kaka yangu. Neno moja kwa kaka yako. Nampenda sana aendelee kufanya bidii katika kazi yake. Eh, bwana nampenda sana kaka yake aendelee kufanya bidii, na zungumza na wanafunzi wengine hawa wanapiga story na mimi nizungumze nao bwana. Ujambo? Sijambo, shukrani. Marhaba, unaitwa nani? Kidato cha ngapi? Naitwa Glory Mwasha, kidato cha tatu. Kombi gani? Uh, kombi science. Science, sayansi okay. Sasa kwenye sayansi bwana pale eh, kuna kitu kinaitwa oksijeni kwa faida ya mtazamaji ambaye anafuatilia Top Star hapo. Oksijeni ni nini? Oksijeni ni hewa ambayo ipo kwenye ulimwengu ambao huwa inavutwa na ambayo mm, ni safi kwa ajili ya mwanadamu ndio maana ya oksijeni. Nyingine? Yeah. Unakubaliana naye. Unaitwa mm, yeah, nani kidato cha ngapi? Anaitwa uh, Jenifa Nyakunga mm, kidato cha 4 kidato cha 4, kombi gani kwa hiyo science. Science. Anasema ah, wa ndege wafanana huruka pamoja, hiyo mmeamua wote watu science kuambatana, sio? ndoto yako kwa nani wewe? Ndoto yangu ya kuwa wa mwanasheria wa jela na yake. Mwana? Mwanasheria wa wanawake. Mwanasheria wa wanawake. Sasa kwa nini science y uh, nichagua science kwa sababu nilipenda kuhusu the kombi wanapofanya ile mixture. mm. na pia napenda kwa mwanasheria ile kuja kusimamia kuwa wanawake wenzangu. Sala ya jinsia. mm. Na wewe ndoto yako? Napenda kuja kuwa mwalimu.

Sawa niwatakie kila la heri, tunaendelea kuzungumza na wanafunzi bwana, katika shule hii ya eh, New Era Montessori. Mimi naingia darasani humu. Eh, darasani kuna mengi. Karibu tuanze tukazungumze na wanafunzi. Ngoja tuzungumze na eh, wanafunzi mwingine hapa. Yeye ameshika calculator. Eh, sasa hii calculator hii nataka ni nitumie akili yangu kuweza kuuliza swali kupitia calculator. Ujambo, naitwa nani, kidato cha ngapi? Mimi kidato cha form one, na naitwa naitwaa Yaani wewe hesabu zako rahisi rahisi, si ndio? Ah, e, ndio, ndo naanza. Okay. Mfano tukichukua ile 50 ile tukigawa kwa mbili tunapata ngapi? Nini? Namba 50. 50. Tukigawa kwa mbili tunapata ngapi? 50. E, ukigawa kwa mbili hmm, unapata 15. Kweli? E. Uombe backup? Eh? Uombe backup umekosa? 25. Ah, wakili yako? Akili yangu ina process. Yeah. <laughs> Yes, nimetoka darasani bwana, naendelea kuzungumza na wanafunzi wengine na lengo bwana ni kuweza kupata eh, ufahamu lakini kuweza kupata elimu kupitia kipindi chetu cha Top Star. Ni kujuze tu kwamba tupo kwenye segment ya ndoto. Hili darasa linaonekana lina wasomi wengi kweli kweli. Eh, hodi, hamjambo mnafanya group discussion, si ndio? Na, eh, unaitwa nani kwa majina? Naitwa Agnes Abbas Hussein, nasoma kidato cha tatu. Kidato cha tatu, kombi gani? Science. Science, si ndio. Sasa kuna eh, kiungo cha mwili wa binadamu eh, kinaitwa kidney, kwa Kiswahili ni nini? Figo. Tunakubaliana naye? Ndio. Sasa mimi na swali langu moja la mezani hapa, na swali langu linahusiana na masuala ya historia. Nafahamu mmesoma nchi ya kwanza kupata uhuru Afrika ni nchi gani? wa kujibu awa anajaribu. Sawa bwana, practice makes perfect mtazamaji. E, sawa, twende kazi. unaitwa nani, unajitambulisha kidato changapi na kombi gani? ni Saidi, nipo kidato cha nne kombi ya science. Mm. naenda kujaribu mm. South Africa. South Africa mwaka gani? mm. sikumbuki sasa Ukumbuki hilo mm. una imani ni South Africa? It's not much sure Sawa bana kwa faida ya mtazamaji e, nchi ya kwanza kupata uhuru e, barani Afrika ni Ghana mwaka 1957, lakini South Africa ilipata uhuru mwaka 1994. Rais wa kwanza wa Ghana alikuwa ni Kwame Nkrumah. Rais wa kwanza wa South Africa alikuwa ni Nelson Rolihlahla Madiba Mandela. Hiyo ni kwa faida ya historia, si ndio, eh? Yeah. Bana mtazamaji, e, wa Tet Soma Kwanza TV kupitia kipindi bora kabisa e, cha Top Star. Tumetoka kuzungumza na wanafunzi shule hii ya New Era Montessori monteso inayopatikana Mbweni, jijini Dar es Salaam. Ni kujuze tu kuwa tumetoka kwenye kipengele bora kabisa, kipengele cha ndoto. Tumefahamu wanafunzi wanaishi na ndoto gani. Baada ya hapa, tunakwenda kupata kidogo fundo la maji, alafu tutarejea kwa ajili ya kipengele bora kabisa cha cheza wazee wa kudance. Tunakwenda kuwaona namna ambavyo wanadance wanafunzi wa shule hii ya New Era Montessori. Neto dos Santos Hamis Junior Pemba, mwenye majina ya Kibrazili, utarudi hapo, usiondoke hadi tamati. Tuondoke tukapate kidogo. Yes, siku zote katika kila jambo lenye mwanzo eh, kwa hakika lina mwisho. Baada ya kupata pirika eh, katika shule hii ya New eh, Era Montessori inayopatikana Mbweni, katika jiji hili la Dar es Salaam. E bana, mazingira yako tulivu kwelikweli. Wanafunzi wako na kitu kichwani na wako na ndoto kubwa kwelikweli. Sasa wewe mzazi ambaye unatufuatilia hivi sasa kupitia Top Star, ni kujuze tu kwamba kipindi hiki kinakujia eh, kupitia Star Times channel nambari 105 Utakipata ang'avu kabisa. Usisahau kututembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii, Teti Soma Kwanza TV subscribe kule YouTube, lakini Instagram hakikisha una follow ili uweze kupata updates mbali mbali. Mwambie mwenzako, amwambie mwenzake kuwa Teti Soma Kwanza TV imejipanga kuhakikisha tunakupa elimu, burudani pamoja na michezo. E bwana, wanafunzi wa New Era Montessori, Soma Kwanza.